Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Familia moja kutoka Chemaner kaunti ya Bomet inalilia haki baada ya mwana wao mja mzito kuripotiwa kubakwa katika hospitali ndogo ya Chemaner na mhudumu wa hospitali hiyo. Familia inasema kuwa haijafurahishwa na jinsi kesi hiyo inavyoendelea na hawana imani iwapo mwana wao atapata haki, wakisema mshukiwa amejaribu mara kadhaa kuingilia uchunguzi. Wakati huo huo, wanaharakati wa kutetea dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Bomet wanataka idara ya polisi kushughulikia kesi hiyo ili mwathiriwa apate haki. yo <laughs> <laughs> kitu kita, yo jamaa alifanya daktari, sio haki, na ameshatuanatumia pesa yake kutoa hiyo kesi vile tunasikia hapa nyumbani, lakini kama sisi kama familia hatuwezi kubali, hatuwezi kubali ile kitendo alifanya na vile anafanya. Hiyo dada yangu alipatikana na wenye hao kupatikana maneno sikubali, nasikia nsazituka, nsazikia mambo kama hiyo tangu kuzaliwa. Mtu alivanya makosa lazima uchukue hatua. Dhuluma hasa kwa watoto na wanawake inaenda juu sana, so tuko hapa ili tupate kusikia ukweli ama kujua ukweli, alafu pia tupate kusaidia mama apate haki yake. chama cha